Hivi unajua unaweza ukapoteza kibali chako mbele za Mungu bila wewe mwenyewe kujua? Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, unamtumikia Mungu kwenye level yoyote ile, au wewe ni mtu wa ibada, unapenda mambo ya imani, unamwabudu Mungu kwenye kanisa lako, wewe ni mtumishi kwenye kanisa fulani, hii video ni kwa ajili yako. Leo unakuletea mitazamo mitatu ambayo inaweza ikamsababisha mtu kupoteza kibali chake mbele za Mungu bila hata yeye mwenyewe kujua. Kabla hatujaendelea na video hii Takwimu za YouTube zinatuonyesha kwamba asilimia zaidi ya tisini ya watu wanaoangalia video zangu bado hawajasubscribe. Naomba uchukue nafasi hii kugusa kitufe hiko cha subscribe hapo chini ili uweze kujiunga na familia ya watu wanaotaka neno la Mungu liwafikie watu wengi zaidi. Tafadhali chukua nafasi hii usubscribe kwenye chaneli hii, utakuwa umenisupport kwa kiwango kikubwa, lakini zaidi utakuwa umesupport channel hii na watu wengi zaidi watafikiwa na neno la Mungu. Natanguliza shukrani zangu za dhati. Sasa hebu tusome kwenye Biblia kwenye kitabu kile cha Luka mlango wa 18, mstari wa tisa, mpaka wa mstari mpaka 14. Biblia inasema, akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki wakiwadharau wengine wote, watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja mfarisayo na wa pili mtoza ushuru. Kabla hatujaendelea, hebu tuangalie huu mfano Yesu aliyokuwa akiutoa kwa watu waliokuwa wakimsikiliza. Aliwachukua watu wawili ambao watu hawa wawili jamii ya Wayahudi ilikuwa inawaelewa kwa undani. Tukianza na huyu Mfarisayo, Mfarisayo alikuwa ni kiongozi wa dini, alikuwa ni mtu mwenye heshima katika jamii yake, alikuwa ni mtu mtakatifu katika jamii yake. Watu walikuwa wakimsikiliza na kumuheshimu na watu walimpa nafasi ya juu kwenye ulimwengu wa dini katika nyakati hizo. Kwa hiyo kwa kifupi, huyu mtu kwenye jamii yake alionekana ni mtumishi mkubwa wa Mungu mwenye sifa njema na kibali kikubwa mbele za watu. Lakini upande wa pili wa mfano huu tunamwona mtu anayeitwa mtoza ushuru. Sasa mtoza ushuru alikuwa ni Myahudi pia, lakini ameajiriwa na serikali ya Kirumi ambayo kwa wakati huo ilikuwa inaitawala Israeli, na kazi yao ilikuwa ni kukusanya kodi kwa Waisraeli, au ilikuwa ni kukusanya kodi kwa Wayahudi. Kwa hiyo hawa watoza ushuru walikuwa ni watu wanaohesabika kama wasaliti kwa sababu walikuwa wanafanya kazi na serikali ya Kirumi. Walikuwa wanahesabika kama ni watu wenye dhambi, watu wanyanyasaji, na watu wanaodhulumu mali za watu wengine, kwa sababu ukweli ni kwamba walikuwa wakikusanya kodi zaidi ya ile iliyokuwa ikihitajika na serikali ya Rumi. Mfano, serikali ya Rumi labda inataka elfu hamsini lakini walikuwa wanaenda wanawakandamiza watu na kuchukua zaidi ya elfu hamsini na kile kilichozidi juu ya ile elfu hamsini walikuwa wanaficha. Kwa hiyo walijilimbikizia mali kwa njia ya dhuluma, kwa njia ya kunyanyasa watu wengine. Kwa hiyo katika jamii ya wakati ule, hawa watoza ushuru walihesabika kuwa ni watu wenye dhambi, ni watu wenye sifa chafu, ni watu wasiopendwa na jamii watu wote waliwachukia hawa watu kwa sababu ya maisha yao. Mfano wa Yesu unatuonyesha watu ambao wako kwenye pande mbili. Mmoja ana, anaonekana ni mtakatifu sana, lakini mwingine anaonekana ni mwenye dhambi sana. Sasa hebu tuangalie maombi ya huyu aliyeonekana kana kwamba yeye ni mtakatifu na mwalimu wa sheria wa nyakati hizo. Mstari wa kumi na moja Biblia inasema, yule mfarisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Katika mstari huu wa kumi na moja tunapata mitazamo miwili ambayo inaweza kukusababisha wewe kupoteza kibali chako mbele za Mungu. Mtazamo wa kwanza, kujihesabia haki. Ona jinsi ambavyo huyu mfarisayo anasimama mbele za Mungu katika maombi na kusema, mimi si kama wale wenye dhambi. Kwa maneno mengine, anasema mimi ni mtakatifu wale ni wenye dhambi, mimi ni mwenye haki wale ni wakosefu. Kujihesabia haki kuna kusababisha kupoteza kibali chako mbele za Mungu, na baadaye tutaona jinsi ambavyo huyu mfarisayo alipoteza kibali chake mbele za Mungu. Kwa hiyo ukiona unaanza kujihesabia haki, ukiona unaanza kujiona wewe ni mtakatifu kuliko watu wengine, na kujiona unastahili zaidi kuliko watu wengine basi tayari unaanza kupoteza kibali chako mbele za Mungu. Lakini mtazamo wa pili ni kuwadharau wengine. Tunaona hapa mfarisayo anasema, mimi si kama wale wazinzi, mimi si kama wale wadhalimu, mimi si kama mimi si kama hata huyu mtoza ushuru. Anachokifanya hapa anajiweka kwenye mzani, yeye na huyu mtoza ushuru au yeye na watu wengine, na kuwaona hawa wengine hawana thamani, na kuwaona hawa wengine hawafai na kuwadharau watu wengine. Ndugu yangu, ukiona unamdharau mtu yeyote katika maisha haya bila kujali levo yako, basi unaanza kupoteza kibali chako mbele za Mungu. Kumbuka hawa watu ambao tunawaona wenye dhambi, hawa watu ambao tunawaona hawafai, ndio waliosababisha Yesu akaacha enzi yake mbinguni, akaacha utukufu wake, akaacha heshima yake, na kuja duniani na kufa kwa ajili yao. Tunaona ukiwadharau watu ambao wamesababisha jambo hilo lote kutokea, wewe unapoteza kibali chako mbele za Mungu moja kwa moja. Lakini mstari wa kumi na mbili unatupa mtazamo wa tatu ambao unaweza kusababisha wewe kupoteza kibali chako mbele za Mungu. Mstari wa kumi na mbili unasema, mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Mtazamo wa tatu tunaoona hapo ni kutumia matendo yako mema kama kinga Tunamwona hapa mfarisayo anachokifanya anataja wasifu wake wa matendo mema mbele za Mungu. Kwa kufanya hivyo anayapeleka mambo mema mbele za Mungu ili kujionyesha kwamba yeye ni mtu mzuri, ili kujionyesha kwamba yeye ni mtakatifu, kujionyesha kwamba anastahili kusikilizwa na Mungu kuliko watu wengine. Hapa anaweka matendo yake mema mbele. Sasa ni muhimu kujua kwamba siyo matendo mema yanayompa ya mtu kibali mbele za Mungu. Mtu anaweza akataka kupata kibali mbele za Mungu kwa kufanya matendo mema, lakini siyo matendo mema yanayompa mtu kibali mbele za Mungu. Na ukiona unaanza kutafuta kibali mbele za Mungu kwa kupitia matendo mema, ni kana kwamba kumshawishi Mungu akusikilize, kana kwamba kumshawishi Mungu akupe nafasi kwa kutumia matendo yako mema, basi hapo moja kwa moja unapoteza kibali chako mbele za Mungu. Kumbuka, Mtu anahesabiwa haki kupitia kazi ya Yesu Kristo pale msalabani. Kwa Yesu Kristo kumwaga damu yake, wanadamu tunahesabiwa haki. Tunapokubali ile kazi ya Yesu Kristo tunahesabiwa haki. Matendo mema yanaambatana tu na watu ambao tayari wameshakubali hili tukio ambalo Yesu Kristo amelifanya. Kwa hiyo ukitumia matendo mema kama kinga, kama njia ya kujihesabia haki mbele za Mungu, kama njia ya kupata kibali mbele za Mungu basi unapoteza kibali hicho mbele za Mungu. Kwa hiyo hiyo ni mitazamo mitatu ambayo ukiwa nayo basi unapoteza kibali chako mbele za Mungu. Sasa tuangalie huyu mtoza ushuru huyu ambaye alionekana hafai, jinsi alivyoomba, mstari wa kumi na tatu: lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipigapiga kifua akisema Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Mstari wa kumi na nne nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Mstari wa kumi na nne unatuambia huyu mtoza ushuru alienda nyumbani kwake akiwa amehesabiwa haki na Mungu, lakini siyo yule Mfarisayo, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa na ajidhilie atakwezwa. Hapa Biblia inatuonyesha ukiwa na mitazamo hii mitatu, unajiinua unajikweza. Kinachompata mtu anayejikweza kwa kutumia mitazamo hii mitatu, Mungu anamshusha na huyo mtu anapoteza kibali chake mbele za Mungu. Sasa ukitaka kuendelea kupata kibali mbele za Mungu, lazima tumwangalie huyu mtoza ushuru jinsi alivyofanya, alijinyenyekesha. Kwa hiyo ndugu yangu jifunze kunyenyekea mbele za Mungu. Ukiwa kwenye maombi Usiyatamke yale matendo yako mema kana kwamba kujipa sifa, kujipiga piga kifua, kusema kwamba mimi ni mwenye haki, hapana. Lakini nyenyekea mbele za Mungu na utaendelea kupata kibali mbele za Mungu na Mungu atakuinua. Somo kubwa tunalolipata hapa ni kwamba, kwanza usije ukajiona wewe unastahili kuliko wengine; pili, usije ukawadharau watu wengine ukiangalia kwenye Marko mlango wa kumi mstari wa thelathina moja Biblia inasema lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Wale walioko makanisani saa hizi wanaomwabudu Mungu wanaomsifu Mungu, walio viongozi wa kwaya au wanaoimba kwaya, wanaohubiri, wanaotoa unabii na miujiza, wakiruhusu mitazamo hii mitatu kwenye maisha yao, hawa watu watakuwa wa mwisho lakini wale ambao sasa hivi unaweza ukawa unawadharau na kuwaona hawafai wanaweza wakawa wa kwanza. Yule aliyeko nyuma usimdharau, yule ambaye ni sasa hivi matendo yake hayampendezi Mungu usimdharau na kujiona wewe unafaa zaidi, bali heshimu watu wote na uendelee kuunyenyekea mbele za Mungu. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.